Heri ya mwaka mpya, utabiri wa 2026 kwa kila nyota. Amani iwe juu yenu. Tushukuru Mwenyezi Mungu kutufanikisha kuwa hai na tuliokuwa nayo mpaka sasa. Tuliyoyapita ni mengi, Mwenyezi Mungu atusamehe tulipokosea na tulipokoseana, tusameheane. Kwa umoja tuliokuwa nao sasa, tunashukuru zaidi kwa kuvumiliana kwa kila hali. Tufanyeni maombi zaidi kila wakati, kwa mazuri yatufikie na mabaya yasitufikie na yasipoteze mwelekeo wetu. Tuwe wenye imani, kuridhika, kupendana, kushukuru, kutubia, kuzingatia mazingatio yaliyo mema. Matukio yatakayojiri kwa nchi tofauti tofauti: hali ya mafuriko, utekaji, milipuko ya moto, vyombo vya usafiri wa majini kuzama, tukio la watu wengi, tatizo au ugonjwa wa ghafla tukio la ajabu, mabadiliko ya nchi kuwepo katika uongozi, vita ya kidini, huduma muhimu kupatikana kwa shida, jambo kubwa kufanyika lenye maendeleo, watu wengi watakuwa wenye imani sana, misaada mingi kuwepo, hasa ya chakula, tatizo la aina moja kuwapata watu wengi, vifo vya watu maarufu na viongozi, anguko kubwa la kiuchumi kwa watu, kupatikana kwa neema ya chakula kupata uhuru au haki. Nawatakia siku njema yenye furaha, baraka, heri, utulivu, amani, upendo, mazuri mengi yawafikie. Nguvu ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu uangazie na kutenda daima. Utabiri huu unatoka kwa Akh Shamshi. Karibuni sana, msomaji wenu, ni mimi Samruni Balun.